Kuna siri mojawapo ambayo wanyama wote wa msituni waliijua kwamba kila njia ya mkato ina gharama yake. Lakini siku ambayo sungura na fisi waliamua kuipuuza siri hii, ndipo matatizo makubwa yalipoanza. Utasikia kile kilichotokea, na naamini hutaisahau hii hadithi maishani mwako. Karibu sana kwenye Tunu za Kiswahili, mahali pa hadithi tamu, funzo na burudani kwa familia nzima. Kabla hatujaanza safari hii ya msituni, bonyeza kitufe cha subscribe ili usikose hadithi mpya kila siku. Sasa twende, hadithi yanze. Kulikuwa na siku yenye jua kali lakini upepo mwanana msituni. Ndege waliimba juu ya matawi, maji ya mtoni yakitiririka kwa utulivu kama yakipiga muziki wa asili. Hapo ndipo tulipomkuta Sungura, kiumbe mwenye akili nyingi, ujanja wa kuzaliwa, lakini mara nyingi hupendelea urahisi kuliko kufanya kazi. Alikuwa akirukaruka akitafuta chakula, lakini mawazo yake yalikuwa mahali pengine. "Kwa nini nichoke sana wakati kuna njia rahisi ya kupata ninachotaka? Aliwaza. Wakati huo huo, Fisi, mnyama mwenye njaa isiyoisha na tamaa isiyodhibitika, alikuwa njiani pia. Tabasamu lake la kushangaza na kicheko chake cha kugonganisha meno kilijaza msitu kwa sauti ya kutisha. Alikuwa akitafuta chakula kwa haraka, akitumaini kupata chochote kitakachojaza tumbo lake. Sungura alipomwona Fisi, alikimbia kwa furaha na kumpigia kelele. "Eh, Fisi ndugu yangu nimepata njia ya kutupatia chakula kingi bila hata kutokwa jasho. Fisi akasimama ghafla, macho yake yakimetameta kwa tamaa, na akakaribia kwa haraka kama mtu aliyepata habari ya utajiri. Njia ya mkato sema, ah, mimi nipo tayari siku zote. Sungura akashika bega la fisi kwa hila na kumwambia kwa sauti ya siri, msituni kuna shamba la mahindi, tukipenya usiku, tutayaza matumbo bila kazi yoyote, hakuna atakayejua. Fisi alifurahia kiasi kwamba alicheka vibaya, ile yake maarufu ya hee, iliyosambaa msituni mzima. Hiyo ndiyo hadithi inapenda kusikia, twende sasa hivi. Lakini kabla hawajafika mbali, Bundi Mzee, mwenye busara ambaye hutazama kila kitu kwa macho ya hekima, aliwatokea juu ya tawi refu. Kwa sauti nzito na ya utulivu, aliwaambia, enyi wanyama, kumbukeni nia ya mkato huwa na giza daima, mkitamani sana, mtajikuta kwenye shida msizotegemea. Lakini fisi akamcheka bundi akitikisa kichwa chake kwa dharau, acha kutisha watu mzee bundi, hizi hadithi za zamani hazitushikii tena, sisi tunakwenda kula. Sungura naye akiwa na kiburi na kujiamini kupita kiasi akamcheka akisema, acha bundi, wewe hujui mambo ya vijana, twende fisi. Usiku ulipofika, walipofika shambani, makorongo yalikuwa mengi, mahindi yaling'aa chini ya ya mwanga wa mwezi, na upepo ulikuwa mtulivu kana kwamba dunia imekoma kupumua. Sungura na fisi wakaingia taratibu. Walipoona hakuna mtu, wakaanza kula mahindi bila woga. Fisi alikuwa akivunja magunzi kwa nguvu akisema kwa sauti ya furaha, aha, hii ndiyo raha. Dunia hii kuna siri nyingi za kupata kila kitu kirahisi. Sungura naye alikula mpaka akawa mzito, akishindwa hata kusimama vizuri. Urahisi ulikuwa mzuri sana kiasi kwamba hawakufikiria lolote la ziada, lakini hawakujua kuwa mkulima alikuwa ameweka mtego mkubwa katikati ya shamba. Mtego wa chuma wenye meno makali na minyororo mizito ulijificha chini ya vichaka vya mahindi. Ghafla, kulisikika mlipuko mkali wa chuma. Klanga! Fisi alinaswa mguu, alipiga kelele kubwa ya maumivu. Ah, ah! Sungura, nisaidie. Sungura aliruka juu kwa woga, macho yakimwangalia rafiki yake aliyenaswa. Nilikuambia tusile sana. Sasa tufanyeje? Alihema kwa sauti ya hofu. Fisi akiwa na maumivu, macho yake yakiwa mekundu kama yamejaa machozi na hofu, alisema kwa uchungu, njia ya mkato imetumaliza. Lakini Sungura akiwa mwepesi na mwenye akili za haraka, alitafuta jiwe kubwa na kujaribu kulipiga kwenye kifungo cha mtego. Alipiga tena na tena, huku Fisi akivumilia maumivu yake. Hatimaye mtego ukafunguka polepole na minyororo ikalegea. Fisi akavuta mguu wake, akilia kwa uchungu na aibu. Nashukuru kunisaidia Sungura, alisema kwa sauti dhaifu, lakini leo nimejifunza, tamaa imeniletea balaa. Wakati wakijaribu kurudi msituni polepole pole, bundi akarudi tena juu yao akipeperusha mabawa yake kimya kimya. Kwa sauti ya busara alisema, nilikuonyeni niochagua njia ya mkato. Kwa tamaa mmepata maumivu yake, sasa mnaweza kuchagua busara. Sungura akainamia chini kwa aibu, akitafakari maneno ya bundi. Fisi naye akawa kimya, bila hata ile kicheko chake cha kawaida. Hadithi inatukumbusha jambo moja muhimu sana Sio kila njia ya mkato inafaa, na tamaa pamoja na uroho vinaweza kutupeleka kwenye maumivu, hasara na majuto. Mafanikio ya kweli hupatikana kwa bidii, uvumilivu na kufuata njia sahihi. Asante kwa kusikiliza hadithi hii tamu kutoka Tunu za Kiswahili. Kama umejifunza jambo leo, bonyeza subscribe, like na wachie maoni. Hadithi nyingine nzuri zinakuja kila siku, usikose.